Na moja kwa moja tunaanzia katika taifa la Israel ambapo Israel imeweza kushutumiwa kufanya mashambulizi ya anga katika upande wa Gaza ambapo kinapatikana kikundi cha Hamas. Lakini tukumbuke tu ni kwamba kuna mazungumzo ya amani ambayo yanafanyika kati ya kundi la Hamas pamoja na Israel ili kuweza kusimamisha mgogoro wa vita ambao unaendelea. Lakini hata hivyo, tukumbuke tu kipindi ambacho rais wa Marekani alikuwa alikuwa Joe Biden, ambapo yeye alikuwa moja kwa moja mshirika wa Israel katika masuala mbali mbali, kuweza kusapoti Israel katika mbalimbali hususan katika mgogoro wa vita ambao ulikuwa unaendelea kati ya Israel pamoja na Hamas, lakini hata hivyo ilikuwa ni tofauti kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani wa kipindi hiko, namzungumzia Antony Blinken ambaye yeye alikuwa akikisha kwamba mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya Israel pamoja na ukanda wa Gaza unaenda kutamatika na kwa mara ya kwanza tuliweza kumuona ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken, ni kipindi cha Rais wa Marekani Joe Biden alipokuwa akifanya ziara mbalimbali katika baadhi ya mataifa ili kuweza kuhakikisha kwamba mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya kundi la Hamas pamoja na Israel unaenda kutamatika. Lakini tukiweza kuona kwamba jaribio lake la kutaka sasa kusimamisha mzozo huu wa vita kwa bara ya kwanza uliweza kugonga mwamba. Lakini hii haikumfanya Anthony Blinken kurudi nyuma au kukata tamaa. Akaweza kunyanyuka tena na kuweza kufanya ziara zingine tena katika baadhi ya mataifa ikiwemo Katari pamoja na Misri ili kuweza kuhakikisha mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya Israel pamoja na Hamas unatamatika. Lakini kwa mara ya pili, tukiweza kumwona aliyekuwa makamu wa rais kwa pare Marekani Kamala Harris akiweza kumuunga mkono katika kuweza kuhakikisha kwamba upande wa Hamas na pamoja na Israeli basi mgogoro huu wa vita unaenda kutamatika. Lakini kuhusiana na waziri wa Israel namzungumzia Benjamin Netanyahu, kwa upande wake yeye, bado alikuwa anatamani kuona kwamba uh, masuala mazima ya mapigano ya vita ambayo yanaendelea kati ya, ya Israel pamoja na kundi la Hamas yanatamatika, lakini hata hivyo, hata katika upande wa Palestina vile vile na kuna kipindi ambapo tuliweza kumuona ambaye huyu ni waziri wa Israel Benjamin Netanyahu alikuwa akizungumza akisema kwamba yeye apigane na Palestina, bali anapigana na kundi la Hamas. Lakini ukija kuangalia Hamas inapatikana wapi? Hamas inapatikana Palestina. Na sasa hivi unaambiwa ni kwamba Israel imeweza kufanya mashambulizi ya anga kwa upande wa Hamas, lakini Israel imeweza sema wenyewe walikuwa wanalenga Hamas na sio Palestina, na kuna mazungumzo ambayo yalikuwepo kati ya waziri wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na rais wa Marekani Donald Trump katika kuweza kuhakikisha kwamba ukanda wa Gaza unafanyiwa marekebisho, na kwa mara ya kwanza baada ya Trump kuweza kutangaza anafanyia marekebisho katika ukanda wa Gaza, tukaweza kuona baadhi ya mataifa wakiweza kumuunga mkono Donald Trump kwa kuweza kufanya marekebisho katika ukanda wa Gaza, lakini baada tu ya waziri wa ulinzi upande wa Israel Israel Katz kuweza kujitokeza waziwazi -wazi, kumuunga mkono Rais wa Marekani Donald Trump, hapo ndipo baadhi ya mataifa wakaanza kuwekea mashaka. Ni kwa nini waziri huyu wa ulinzi Israel Katiza anaunga mkono moja kwa moja kwa rais wa Marekani Donald Trump kuweza kufanya marekebisho ukanda wa Gaza? Tukumbuke tu ni kwamba waziri wa ulinzi wa Israel Israel Katiz yeye alikuwa atamani kuweza kuona mapigano ya vita kati ya Israel pamoja na kundi la Hamas yanatamatika. Yeye alikuwa anapenda kuona ni kwamba mapigano haya yanaendelea mpaka pale kundi la Hamas wenyewe watavyoweza kujisalimisha, lakini baada ya kuonesha kuhum waziwazi kwamba uh, kwa upande wa Donald Trump kuweza kufanya marekebisho katika ukanda wa Gaza, ndipo ambapo tukaweza kuona uh, baadhi ya mataifa wakiweza kuwekea shaka kufanywa kwa marekebisho katika ukanda huo wa, wa Gaza, na hapo ndipo ambapo pale rais uh, wa Marekani Donald Trump uh, alipokuja kusema kwamba inabidi sasa upande wa Gaza watu ambao wanaishi kule inabidi waweze kuhama na kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa ya Kiarabu ikiwemo taifa la Jordan pamoja na Misri, lakini hii ikaweza kuwafanya baadhi ya mataifa kuweza kujitokeza waziwazi kuweza kupinga kitendo ambacho Donald Trump alikuwa anataka kifanye katika taifa la Palestina katika ukanda huo wa Gaza. Hatujawahi kuona taifa la China kuweza kuingilia mgogoro huu ambao unaendelea, lakini kwa mara ya kwanza tukaweza kuona rais wa China Xi Jinping akiweza kuingilia ka... Swala hilo akisema kwamba haiwezekani wakazi wa Gaza waweze kuhama katika taifa lao na kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa. Lakini hata hivyo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na yeye kwa upande wake ameweza kupinga vikali zaidi kwa watu ambao wanaishi ukanda wa Gaza kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa lakini, hata kwa upande wa katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Brinken, katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na yeye aliweza kupinga kuonyesha kwamba kubaliani na swala amba, ambalo Donald Trump ambalo anataka kuweza kulifanya katika ukanda wa Gaza kuweza kuhamisha wakazi hao na kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa. Ni nadra sana kuweza kumsikia ambaye ni msemaji wa Umoja wa Mataifa kuweza kuzungumza hadharani masuala mbalimbali ambayo naweza kutokea lakini, hii ikaweza kuibua, na yeye kwa mara ya kwanza kabisa, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarik na yeye aliweza kuzungumzia swala hilo akisema wezekani watu wa upande wa Gaza kuweza kuacha ardhi yao na kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa, na hii ikaweza kupelekea moja kwa moja kwa upande wa uh, waziri wa mambo ya nje ya Marekani Marco Rubio, ambapo akasema lengo la rais wa Marekani Donald Trump ni lengo zuri kwa kuweza kurekebisha ukanda wa Gaza. Lakini baada ya Donald Trump, baada ya haya sasa ambayo ni baadhi ya viongozi kuweza kuzungumza kwamba haiwezekani watu wa ukanda wa Gaza kuweza kuhama katika ardhi yao na kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa, Donald Trump akaja kuzungumza akisema kwamba ardhi ya Gaza ni ardhi ya mashariki ya kati kwa watu wote, lakini ukija kuangalia anasema ni ardhi ya mashariki ya kati, ukija kuangalia ni ardhi ya Palestina. Je, itakuwa ni vipi ukanda wa Gaza kuweza kuhama na kuweza kuhamia katika baadhi ya mataifa? Lakini tayari taarifa imeweza kutoka ni kwamba uh, Israel imeweza kushambulia upande wa Hamas na Israel imeweza kutoa wenyewe hii taarifa ikisema wenyewe wanashambulia Hamas, lakini hawashambulii upande wa Palestina Palestina. Tukumbuke tu ni kwamba kundi hili la Hamas linapatikana Palestina. Sasa itakuwa ni vipi pale ambapo Israel imeweza kutoa tamko lake ikisema wenyewe wanashambulia kundi la Hamas na sio upande wa Palestina. Na tayari kwamba siku ya Jumamosi kuna mashambulizi ambayo yaliweza kufanyika katika mji wa Behiti katika taifa hilo la Palestina na katika mashambulizo hayo, mashambulizi hayo, waandishi wa habari wanne waliweza kupoteza maisha. Je, vipi kuhusiana na mashambulizi ambayo yanaendelea na je, vipi kuhusiana na mazungumzo ambayo yalikuwa yanafanyika kati ya kundi la Hamas, pale kundi la Hamas pamoja na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na waziri wa wa Israel Benjamin Netanyahu, ili kuweza kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya Hamas pamoja na Israel vipi mazungumzo hayo? Je, mazungumzo hayo yataweza kuafikiwa? Lakini hata hivyo wanakuja kuongea ni kwamba Hamas na wenyewe wana ile kitu ambacho kwamba ambacho waliweza kufanyiwa upande wa Lebanon. Tukumbuke ni kwamba Hezbollah wenyewe kwa upande huo waliweza kusimamisha mapigano ya vita ndani ya miezi miwili, lakini huku upande wa pili Israel kai inasema imeacha kupigana vita na upande wa Lebanon, lakini sio upande wa Hezbollah. Je, vipi kwa upande wa Hamas? Hii inaonyesha ni kwamba Israeli yeye ameacha kupigana vita na taifa la Palestina, lakini bado akiendelea kushambulia taifa bado akienda kushambulia kikundi cha Hamas ambacho bado kinapatikana katika ukanda wa Gaza, ndani ya taifa hilo la Palestina. Na takribani uh, watoto elfu kumi na nne na mia tano wameweza kupoteza maisha na walimu elfu nne wameweza kupoteza maisha. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya UNICEF. Lakini sambamba na hayo, ukija kuangalia hata idadi ya wakazi ambao wanapatikana katika ukanda wa Gaza ni takriban wakazi a uh, zaidi ya milioni moja ambao wanapatikana katika ukanda huo. Je, vipi ni kwamba wakazi hao wakiweza kuhamia katika baadhi ya mataifa? Vipi kuhusiana na ardhi yao ya Gaza? Lakini vipi kuhusiana na vizazi vyao? Je, itakuwa ni historia tu katika ukanda wa Gaza kuweza kuwasimulia vizazi na vizazi kwamba sisi ni watu wa Palestina ambao tulikuwa tunapatikana katika ukanda wa Gaza? Lakini wakati haya yakiendelea, tukumbuke upande wa Jordan wenyewe walijitokeza wazi wazi na kusema kwamba wapo tayari kuweza kuwapokea wakazi wa Gaza katika taifa hilo na ambaye ni mfalme wa Jordan, mfalme Abdallah yeye akaja waziwazi akisema kwamba ipo tayari kuweza kuwasaidia watoto takribani elfu mbili ambao wanasumbuliwa na ugonjwa wa saratani katika ukanda huo wa Gaza. Je, yeah, wakati mambo haya yakiwa yanaweza kuendelea katika upande wa Israel pamoja na Hamas, lakini kuhusiana hata na taifa la Marekani, kwa rais wa Marekani Donald Trump ambapo yeye yeah, ndiyo anaonekana ni mpatanishi wa kuweza kufanya ukanda wa Gaza kuweza kuwa na amani, kuweza kufanya ukanda wa Gaza kuweza kurudi upya, kuweza kujenga upya, kuweza kufanya marekebisho vipo kuhusiana na watu ambao wanapatikana katika ukanda huo. Je, wataweza kuondoka na kuweza kuwacha ardhi yao? Mtazamaji, ni saa tatu na dakika moja, na hii ni Morning Victory kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Mimi naitwa Mwatatu, nimeweza kujiza mengi katika upande wa kitaifa kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa na kabati la michezo ndio ambao wanafuata